Wajibu wa wazazi ni kuwafundisha watoto wao imani, wapate kushika amri za Mungu na kuwapenda binadamu wenzao kama Kristo alivyotufundisha. Je, ninyi wazazi mwafahamu wajibu huo? Nanyi wasimamizi, je muko tayari kuwasaidia wazazi wa watoto hawa katika wajibu wao? Wanangu, jamii hii ya Wakristo inawapokea ninyi kwa furaha kubwa, nami nawatia ishara ya msalaba kwa jina lao. Ndugu zangu tumuombe Bwana Yesu Kristo awashushie rehema yake watoto hawa watakaopata neema ya ubatizo wazazi wao na wasimamizi nao wote waliobatizwa kwa fumbo takatifu la kifo na ufufuko wake upende kuwajalia watoto hawa uzima mpya kwa ubatizo na kuwakusanya katika kanisa lako takatifu ee hey, bwana kwa ubatizo na kipaimara upende kuwafanya wawe wafuasi wako waaminifu na mashahidi wa injili yako, e Bwana. Kwa utakatifu wa maisha yao upende kuwafikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni, e Bwana. Upende kuwafanya wazazi na wasimamizi hawa wawe mfano mwema kwa wa imani kwa watoto wao. E Bwana, upende kuwahifadhi daima jamaa zao katika upendo wako. E Bwana, upende kufufua ndani yetu sote neema, neema ya ubatizo. E Bwana, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, mtakatifu Yosefu, mtakatifu Yohani mbatizaji watakatifu Petro na Paulo mtakatifu Benedikto msimamizi wa parokia yetu Amen. watakatifu wote wa Mungu. Ee Mungu mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumuondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu wa nuru yake. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili watoto hawa watakaoondolewa dhambi ya asili uwafanye hekalo la utukufu wako, naye Roho Mtakatifu apende kukaa ndani yao, kwa njia ya Kristo bwana wetu amen. Ndugu zangu, wazazi na wasimamizi Watoto mliowaleta karibu watapata uzima mpya utokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu, kwa sakramenti ya ubatizo. Basi ninyi jitahidini kuwalea katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yao siku kwa siku basi iwapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkikumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe, kataeni, kataeni dhambi na kuungama imani katika Kristo Yesu. Hiyo ndiyo imani ya kanisa. Watakaobatizwa watoto hawa. Je, mwamkataa Shetani na mambo yake yote na, na fahari zake zote yes. Mwasadiki kwa Mungu Baba mwenyezi muumba wa mbingu na dunia? Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye wa pekee Bwana wetu aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuhume kwa Baba? Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu katoliki ushirika watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Hiyo ndiyo imani yetu, hiyo ndiyo imani ya kanisa tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Je, mwataka watoto wenu wapate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nanyi. Ndugu zangu, watoto hawa walizaliwa upya kwa ubatizo, sasa wanaitwa watoto wa Mungu na ukweli ni watoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye watapokea utimilifu wa roho Mtakatifu kwa sakramenti ya Kipaimara, tena katika komunyo takatifu watapokea Bwana aliyejitolea sadaka. Sasa kwa jina la hawa watoto wa Mungu tusali kama Bwana alivyotufundisha kusali: baba yetu zangu tunawaweka ninyi mikononi mwa Baba Mwenyezi, mwanaye wa pekee na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye rehema na neema ayajalie maisha yenu, ili mpate kutembea katika nuru ya imani na kufika nyumbani kwake mbinguni. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo. Hongereni sana wazari.